ihtallat dawla rumania, tu lilishukia dola la Kirom wa Rom Empire ya Kirom. Ilishukia Makdonia, katika sehemu ya Makdonia. Makdonia ni mkanda wa kitarikhi katika Bulkan, ambapo yapatikana kusini mashariki mwa bara Uropa. Hapo waliweza kushukia eh, dola la Kirum, waliunana na wakashukia pia Ugiriki, tulieleza nyuma wa Asia Sugra, na waliweza kushukia katika Asia Ndogo. Asia Ndogo ni ipi? Ni Anatolia kwa jina le nyingine, na inatambulika Anatolia. Ambapo Anatolia ni mji mkubwa na ni maarufu sana sehemu za Uturuki, yapatikana katika mkanda ambao uko karibu mashariki ya Europe, na mashariki ya Europe ama bara Ulaya na Asia Sughra ama Anatolia ni shibhul jazira yaani, ni kama kisiwa ama kanakiwa cha kijabali na kimezungukwa sehemu yake kubwa na albahru alabyad almutawassit, Mediterranean Sea, na pia iko kati ya albahru alaswad, Black Sea, na sehemu kubwa ya Asia Sughra ama Anatolia ni ardhi ya Uturuki isipokuwa sehemu ndogo katika upande wa mashariki, ya julikana kama habatu Armania, ndio iko katika ardhi ya Kiarmania. Hapo pia walishukia Warumu waawalata na wasuriata na Suria. Suria ni maarufu Suria wa wahawalata, ila aqalima Rumaniyatin na wakazibadilisha hizi zote kwenye mikoa ya ki Rum, regions eh, regions ni aqalim ambao mufradi yake ni aqlim iqlim, eh, mkoa ama mikoa jamii thumma takhadhu alfatikana, kisha wakaifanya Vatikan. Hawa warum Markaz al Babawati ndio kitovu ama kituo cha mapopo ama mapapa mapapa mapopo mababa, ni tafsiri ya Babawati. Ambao Vatican eh, ni maarufu, ni mji ambao wapatikana kule rom, eh, Roma ambao ni nchi iko ndani ya nchi. Vatican iko Roma, lakini Roma yenyewe iko kwenye Italia, na ni mji ambao una wakazi ama idadi ya watu wake haipiti watu 850 na, na ukubwa wa eneo lake ni kilomita mraba sufuri nukta, sufuri nukta arobaini na tisa yani, takriban eka mia moja na thalathini, na haifiki hata eka mia moja na hamsini Vatican. Na hapo ndipo eh, mahala pakubwa pa Wakristo pa, eh, wa, wa Kikatoliki, hapo ndio markazi yao na wanaongozwa na papa ama mapapa ama mababa ama mapopo, ambao katika itikadi ya Wakristo wa Kikatoliki, yule papa ama popo ama baba ndio kiongozi wa juu kabisa wa Kikatoliki, na yeye ndio mwakilishi wa Yesu hapa duniani, na ni mrithi wa Petro. Petro ambao ni maarufu kwa Wakristo, yeye ndio alikuwa muasisi wa Vatican akifanya kazi ya Yesu, baada yake akarithiwa na hawa wote ambao hawajulikana kwa sasa. Na hiki kifungu cha kupatikana hawa mapapa ama mapopo ama Petro kuwa ndio muasisi wa mababa ama mapopo, wategemea baadhi ya maandiko katika Biblia na Agano Jipya kama katika Yohana kumi na sita mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na tano kutoka mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na tano pana maandiko ya husiana na hawa mapopo ama mababa na vilevile vile. katika, eh, katika Mathayo kumi na sita mstari wa kumi na tatu mpaka ishirini mstari wa kumi na tatu mpaka ishirini na kwenye Yohana ishirini na moja mstari wa 15 mpaka ishirini na tatu pana maelezo kuhusiana nao mapopo. Na muasisi wa mapopo ni Petro, ambaye alifukuzwa ama alitokea Antakia, akaja mpaka hapo Rum, na akafa hapo akazikwa katika sehemu ambayo Vatican sahihi yapatikana, na yeye ndio askofu wa wa katholiki mkubwa. Hayo ni machache katika yenye kuhusiana na mapopo ama Vatican. Vatican na mapopo yote mawili yana ilaka. Wassalamu aleikum waraafuaminku, walolote tutashare katika comment na kuchangia lolote inshallah. Msisahau kusubscribe, kulike na kueneza katika sehemu za magrupu ya kielimu. Wassalamu alaikum wanafa